Familia wa Shao Digital karibuni tena, leo tukiwa tunawalekea stori za waenga waenga. Waliposema njia ya mwongo ni fupi sana hawakukosea, lakini haiondoe ukweli kwamba kuna misemo mingi sana ambayo walivurunda. Ama bado ya subscribers, unaomba ufanye hivyo ili kusudi kujiunga na kuwa mmoja wa wanafamilia wa Shao Digital. Tuendelee na stori za waenga. Ndugu zangu, nimefikiria sana uongo ni kitu gani, lakini katika kutafakari kwangu kote, sijapata maana ya uongo bila kuhusisha ukweli ndani ya maana ya uongo. Lakini nikauliza watu wengi sana, lakini pia napo sijapata maana ya uongo bila kuhusisha ndani yake ukweli. Maana ya uongo kwa kuhusianisha uongo ni kama kifaranga cha kuku kinachonyemelewa na mwewe, alafu kikaingia katika ndoo ambayo ipo wazi ambayo haina mfuniko, ilikusudi kijifiche na hatari ya mwewe. Lakini pia uongo ni kama mimi zamani, kipindi cha waenga hicho, nalamba sukari, alafu mama akinikuta na fumba macho ilikusudi kusudi asimione huo ni uongo. Tutakubaliana na waenga kwamba njia ya mtu mwongo ni fupi sana, umbali wake kama pua na mdomo, kwa sababu matukio halisi yaliyotendeka na ule uongo hakuna muunganiko. Yaani ukiutetea uongo ni sawa sawa na unalifunua hilo jambo kuonekana kwamba ni la uongo maana ukweli hautetewi, ukweli unajitetea wenyewe. Jambo la uongo tu ndio huwa linatetewa, na ndivyo ambavyo watu wenye akili timamu, watu ambao wanatumia akili, watakuona wewe ni mjinga wa mwisho, na haujielewi, na hauna maana katika maisha. Ni mtu mjinga peke yake anaweza kupambana kupoteza muda wake kutumia nguvu zake kutetea uongo. Lakini watu wenye akili kubwa huwa siku zote aidha ukaa kimya au kusema ukweli, kwa sababu daima uongo hauna muunganiko wa kimantiki ndani yake. Lazima kuna gep kati ya uongo wako na kati ya matukio halisi ambayo yametokea. Hapa nitatoa mfano miwili: moja ukiwa una muunganiko wa kimantiki na mwingine ukiwa hauna muunganiko wa kimantiki. Mfano wa kwanza, kwa mfano unasema wachaga wote wanakunywa mbege, alafu unasema tena sentimenti ya pili Francis, ni mchaga kwa hiyo Francis anakunywa pombe. hapo una muunganiko wa kimantiki kutoka statement ya kwanza kwenda ya pili na konklushen yake. Mfano wa pili ambao una muunganiko wa kimantiki ni kwamba, unasema kijiji X yalitokea mauaji, hiyo kama conclusion ni vijana kutoka nje kijiji kingine. Unasema tena tuwasamee vijana wetu kwa sababu hawakujua wanalolitenda walilipwa pesa, halafu unasema tena kwamba nguvu iliyotumika ilikuwa nguvu sahihi. Yani, hizi statement zote zinaonyesha mvurugano, hazina muungano, hazina logical link, muunganiko wa kimantiki. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba haya matukio, kuna uongo ndani yake, kuna uongo unazunguka kuficha jambo fulani. Hakuna faida yoyote kwenye kusema uongo, kwenye kufanya mambo ya uongo. Uongo hakuna faida, kwa sababu huyo kifaranga ambaye amejificha ndani ya ndoo ambayo haikuwa na mfuniko, ni kama vile tu anajiandaa, amejitayarisha, ni kama vile chakula kimejiweka kwenye sahani ili kusudi mwewe apate kukila, japo ni ukweli kwamba mwewe atachelewa kidogo sana kumwona, lakini atakapomwona muda ukifika, lazima tu mwewe atashuka na kumnyakua kwenda kumla. Hata kama huyo kifaranga akipambana kujitetea, ni kama atakuwa anamrahisishia kazi mwewe, kwa sababu atakapotoka nje ya ndoo mwewe atapita naye, hivyo ni kama tu vile atajipeleka kuliwa na mwewe akipambana kujitetea, ni kama tu mimi mwenzenu nilipokuwa nimelamba sukari na nikagundua mama huyo ameingia nilipofumba macho, yaani nilikuwa nampa mama tu rahisi wa kunizaba kibao kizito sana, na nikachanganyikiwa, kwa sababu sitaweza kutoroka, sitaweza kuondoka, sitaweza kukwepa kibao, sitaweza kukinga kibao kisinishike. Hapo nilikuwa mtoto, nilikuwa mjinga, nilikuwa bado sijajifunza nilikuwa bado sijafunuliwa. Sasa nashangaa kuna wahenga, kuna wazee, kuna watu wakubwa wanasema uongo adharan, ambao mtoto mdogo anaweza kuona hili jambo sio sawa, lakini watu wanakomalia na kupambana kulitetea, watu wazima ambao tunafikiri kwamba wanaweza kuwa na akili. Hapo ndo nikagundua kuna wengine walienda shule kusubiri muda upite, wachukue vio vya baba zao na mama zao, walienda kuenjoy shuleni wakiwa wanaharibu future zao. Basi ndugu zangu, hapo ndo mwisho watakie, mwaka mpya, mwaka na niwatakie mwaka mpya mwaka elfu mbili na ishirini na sita wenye baraka na mafanikio tele katika maisha. Tuanze upya, tuanze kwa kupambana daima, tuseme ukweli, ukweli mbele, uongo ni mwiko.